Niambie, kwa upande wako safari ilikuaje, wakati mnarudi na hali ya wachezaji kwa ujumla baada ya kupotelea? Kikweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunakuwa na safari nzuri tu. na tumerejea salama, hilo ndio jambo la msingi na mara baada ya kuwasili moja kwa moja sasa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 tukose magoli matatu, sio Simba ninayejua mimi ya yeah, wachezaji wamesema hii tunavuka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 Al Masry kumchakaza Benjamin. Hilo sisi wala hatuna mashaka nalo, na wachezaji wamenithibitishia hilo ya kwamba jukumu lako Ahmed, tembeza kispika nchi nzima, mashabiki waje pale Benjamin Mkapa, mengine mtuachie sisi. Kugotea robo fainali kumewapa kume somo gani, mara kwa mara fanyaje? kugotea robo fainali mara kwa mara katika ya, ya kugotea robo fainali takriban tano mtawalia zimetupa e, mafunzo makubwa sana ya kwamba tunapaswa kutumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani na ukiangalia robo fainali zote ambazo tuliangukia pua, zote hatukufanya vizuri sana katika uwanja wetu wa nyumbani R robo fainali ya kwanza na TP Mazembe ilikuwa ni bila bila kama sikosei hapa bila, bila, eh? Bila, bila tukena tukafa kwao mabao matatu. Maana yake ni kwamba hatukutumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani ambao ni Benjamin Mkapa. Ndivyo hivyo, robo fainali na Orlando, robo fainali na Wydad, robo fainali na Kaiza, kwa hii robo fainali nguvu yetu kubwa ni nyumbani kwetu Benjamini Mkapa. Tutatumia kila nguvu tuliyokuwa nayo kuhakikisha kwamba Simba anakwenda nusu fainali. Kwa hiyo funzo kubwa ambayo tumelipata ni kuhakikisha tuna utilize vizuri uwanja wetu wa nyumbani, na tarehe tisa itakuwa ni matumizi sahihi ya Benjamin Mkapa. Mnyama anakwenda nusu fainali. Ndugu zangu, hilo wala halihitaji ramli. Uh, kusema Mwarabu huyu atakuwa kwa mfano yani, kama ni kuchakaa atachakaa. Ukweli ni matamanio tuliyokuwa nayo ya kwenda nusu fainali, au ni Mwarabu huyu ni mpeche mpeche. Matamanio tuliyokuwa nayo uh, shauku tuliyokuwa nayo, kiu tuliyokuwa nayo, ndiyo ambayo inatupa ina, ina imani ya kusema ya kwamba huyu tutamchakaza. Tushamfunga RS Berkane goli moja, tushamfunga Al Ahli bao moja chamfunga Widad bao moja, hao wote ni Waarabu, tulikuwa tunawafanya vibaya. Hasa huyu ni Mwarabu ambaye hatutakiwi tu kumfunga kwa sababu tumeshawafunga Waarabu wengi. Huyu inatakiwa tumchakaze, na hiyo kazi wanasimba tunaiweza wala hatuna mashaka nalo. Kwa nini tunapata shauku hiyo? Kwa sababu tunataka kuvuka kwenda hatua inayofuata, sio kwa sababu ni mpinzani mwepesi. Ni mpinzani bora sana. Hata jana ukiangalia namna ambavyo alikuwa akicheza unamwona kama mzembe fulani hivi, lakini ana maarifa mengi sasa ni mpinzani mgumu, lakini kwa namna ambavyo tumejipanga na tunakwenda kujipanga na namna ambavyo tutaingia uwanjani tarehe tisa, imani yetu ni kubwa ya kwamba mnyama anakwenda nusu fainali. Ahmedi na mashabiki wa Simba e, pamoja na viongozi ambao tumezungumza nao, wameonekana kuwa na imani sana na mechi ya nyumbani, na tumemsikia pia mwenyekiti amesema kwamba uwanja wa, ukiwa Afrika viwanja vya vio ugenini inakuwa ni ngumu kidogo, tofauti na uwanja wa nyumbani. Akasema pia watahakikisha wanatumia advantage ya uwanja wa nyumbani. Pengine kwa upande wako, ni kipi ambacho unawaambia wana simba ambao tayari wameshaanza kununua tiketi, na tunaona baadhi ya majukwaa tayari yameshajaa? Muhimu kila mwana simba ni kununua tiketi, yaani hilo ndio jukumu la mwana simba ambalo yuko nalo hivi sasa.